Kwa hiyo tuendelee kushirikiana na benki hii ambayo imezaliwa na bila shaka tutapata matunda yake. Eh, kwa sababu ya muda nimepewa dakika kumi, na historia ni ndefu ya ushirika tangu enzi za ukoloni, baada ya uhuru, lakini pia baada ya mageuzi makubwa ambayo sehemu yake tunayasherehekea kwa niaba ya wana CCM wenzangu, na kwa sababu mgeni rasmi ni mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM, moja ya jambo kubwa ambalo liko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka ishirini ishirini na tano ambayo nilipata bahati ya kuwa sehemu ya uandaaji wake, na Bwana Majid alikuwa ni sehemu ya mshauri wa uandaaji wa ilani hiyo. Nipende kutamka na kukuomba, mgeni rasmi, utufikishie pongezi kwa Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama, kwamba dhamira iliyoko ndani ya ilani kwa kiwango kikubwa Imetekelezwa. Na kwa sababu ya muda nitawasilisha hoja zangu kwa kunukuu mwanasiasa mashuhuri hayati Sokoine, Waziri Mkuu wa zamani wa Tanzania, nukuu tatu na nukuu mbili kutoka kwenye azimio la Arusha. Nianze na nukuu ya kwanza ambayo iko nyuma yenu, kwa bahati mbaya sijaiandaa mimi, lakini nimedesa, kwa lugha ya chuo kikuu, yaani unatumia kitu ambacho kimeandaliwa na mtu halafu unakiwasilisha. Mgeni rasmi, na kuomba usome nukuu ya baba wa taifa nyuma yako au mbele yako, kama inavyosomeka hatunabudi kujenga uchumi wa pamoja, uchumi wa ushirika ambao kila mmoja wetu atafaidika kwa jasho lake na sio kwa jasho la mwingine. Na baada ya kutangazwa kwa azimio la Arusha, nchi yetu ikapata sheria ya kwanza mwaka sitini na nane ya vyama vya ushirika. Sasa kuhusu mchango wa vyama vya ushirika wazungumzaji wote hapa wamegusia, na sitaki kupoteza muda. Ndugu Majid ameelezea mchango wa vyama vya ushirika na nafasi ya vyama vya ushirika, wazungumzaji wote na hata mwenyekiti wetu wa bodi ya benki tunayoizindua nayo kayazungumza. Kwa hiyo napenda niache, niyaache kama yalivyo, mimi nijikite katika nukuu za hayati Sokoine, nukuu tatu ili tuweze kupata mafunzo kutoka kwenye nukuu hizo, lakini pia kuainisha makosa ambayo huko nyuma yamefanyika na sasa hivi tuko hapa tunayasahihisha. Nukuu ya kwanza inatoka katika muhtasari wa mazungumzo yaliyoko kwenye muhtasari wa mazungumzo yaliyoko kwenye taarifa katika mkutano mkuu wa chama cha Mapinduzi wa mwaka 1982 mbili Naomba kunukuu. Nukuu ya kwanza hii, alikuwa akimzungumza na mwenyekiti wakati huo, baba wa taifa, ndiye alikuwa mwenyekiti wa kikao hicho, na anasema ndugu mwenyekiti, tumekuwa tunafanya mabadiliko mengi si mabaya, na baada ya muda tunarejea nyuma huko tulikotoka. Mfano mfupi ni suala la kuvunjwa kwa vyama vya ushirika na kuanzishwa kwa mamlaka za mazao, swala la kuvunja town council na district council, tutakuwa na mfumo mmoja tu wa kiserikali, lakini baada ya muda tukarejea tena kule tulikotoka. Ningefikiri vilevile, ndugu mwenyekiti, ili tutokane na tatizo hili kwa siku zijazo, ni vizuri tungekuwa na bodi ya utafiti yaani, research advisory board ambayo itasaidia serikali kufikia maamuzi yake kabla ya kufanya maamuzi rasmi, kwa sababu gharama za kurejesha cooperative ni kubwa mno. Na pengine sipendi kusema sana, lakini tumepoteza muda mrefu katika kipindi cha hapo katikati. Tunapata mafunzo gani na tunaainisha makosa gani kutoka kwenye nukuu hii? ni kweli kwamba hayati Sokoine, kwa niaba ya chama na serikali, alikuwa akifikiri makosa yaliyofanywa kwenye miaka ya sabini kuhusiana na kuvunjwa kwa vyama vya ushirika na serikali za mitaa. Hata Mwalimu aliwahi kukiri hadharani kwamba uamuzi wa chama na serikali chini ya uongozi wake walifanya makosa ya kuvunja vyama vya ushirika. Hili ni funzo kubwa kwetu na ni funzo muhimu sana kwa wadau wote wa sasa wa maendeleo ya ushirika, na hasa viongozi wa aina zote kama baadhi yao walivyo walivyotambulishwa. Tunajifunza kwamba uamuzi wa kuvunjwa vyombo hivyo muhimu kiuchumi na kiutawala ulifanywa kimakosa, na kosa kubwa lilihusu kutofanya uchambuzi wa kisayansi kabla ya kufanya uamuzi rasmi. Kwa hakika, kiongozi anapokisi anapokiri makosa yake hadharani ambayo ameyafanya wakati wa uongozi wake huwa ni ishara ya uungwana, ujasiri na uwajibikaji wake kwa wale wote anaowaongoza. Ni muhimu pia kusisitiza hapa kwamba kiongozi anapojikosoa na kuwa tayari kujisahihisha huwa ametenda kitendo cha kujiimarisha na kujiheshimisha zaidi. Hivi ndivyo viongozi wetu mashuhuri, yaani baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Edward Sokoine walivyojijengea heshima na hadi leo wanakumbukwa na kuenziwa japo wameshatangulia mbele ya haki. Hii ni moja ya historia muhimu sana kwamba upo wakati vyama vilishamiri vya ushirika, lakini makosa yakafanywa ambayo serikali viongozi waliokopa wamekiri kwamba walifanya makosa, na kitu kikubwa ambacho eh, Hayati Sokoine anatufundisha ni kwamba ni vizuri sana kuwa na utafiti na uchambuzi wa kina wakati unapokuwa unataka kufanya maamuzi ya msingi na yenye manufaa kwa taifa. Kwa hiyo funzo hilo la pili, kama nilivyosema ni kwamba kufanya mabadiliko au uamuzi juu ya masuala makubwa ya kisera kisheria na kiutendaji pasipo, eh, pasipo kufanya uchambuzi wa kisayansi ni kosa la kiuongozi na kiutendaji na kwamba kosa hilo hulisababishia taifa hasara kubwa na ya muda na ya muda mrefu bila shaka sote tunatambua kuwa sekta ya kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu na kwa kiasi kikubwa kilimo ndio kitovu cha maendeleo ya vyama vya ushirika. Hata hivyo sekta hii imekuwa ikikuwa kwa kiwango cha chini sana, na kusema ukweli, mageuzi makubwa katika sekta hii yameanza kufanyika katika kipindi cha uongozi huu wa, ayabu, wa awamu ya nne chini ya mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan. Katika awamu hii ya uongozi mageuzi makubwa katika sera na sheria za fedha, kodi Bajeti, ushirika na uwekezaji wa umma yamefanyika kwa lengo la kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika ukuaji wa uchumi, ajira na usalama wa chakula, pamoja na mapato yatokanayo na mauzo ya nje. Pamoja na mageuzi hayo, kuna makosa ambayo yamefanyika huko nyuma na pia tuna mafunzo yaliyopatikana kutokana na jitihada zetu za kuendeleza kilimo kupitia kwenye ushirika. Ni katika suala hili, ni muhimu pia kumnukuu ili tuweze kuainisha baina ya makosa yetu yana baadhi ya, ya mafunzo yatokanayo na jitihada zetu za kuendeleza sekta ya kilimo na ushirika. Na hapa na nukuu tena, chama na serikali ina uwezo wa kumuondoa mkulima wetu pale kwa, kuza, eh, kwa kutazama kwa hali halisi kabisa gharama zake za uzalishaji na mazao yake kwa sababu kwenye kwa sababu mwenye kutoa bei ya mazao kwa sasa ni serikali, lakini serikali hupata kwanza taarifa kutoka kwa mashirika na mamlaka yanayohusika na zao hilo. Sasa hapo pana mgongano wa maslahi. Mamlaka au shirika litapenda lipate faida, wamejijengea maofisi makubwa, wameongeza idadi kubwa ya wafanyakazi na mambo mengine mbalimbali mbali na kwa hiyo kuumiza mkulima. Kwa bahati njema, ndugu mwenyekiti, sasa hivi kwa maelekezo ya chama, serikali imekwisha agiza irejeshe vyama vya ushirika. Matumaini yetu ni kwamba vyama vya ushirika vitafanya kazi ya kumhudumia mkulima na vitakuwa chini ya usimamizi wa mkulima mwenyewe, na kwamba mamlaka hayo tuliyoyaunda ama yarejee yafanye biashara zake za nje kama zamani ama yasaidie katika uzalishaji. Kutokana na nukuu hiyo hapo ya hayati Sokoine, tunaweza kuainisha makosa kadhaa tuliyoyafanya kwenye sekta za kilimo na ushirika, na pia tunaweza kuainisha mafunzo kadhaa kutokana na juhudi zetu za nyuma kwenye sekta ya kilimo na ushirika. Tuanze na makosa yetu ya nyuma. Kosa la kwanza ni kuundwa kwa vyombo vya kiserikali vyenye dhamana ya kusimamia sera na sheria za sekta ya kilimo na ushirika kama, kama vile mamlaka za mazao ambavyo badala ya kujikita katika kukuza uzalishaji katika sekta ya kilimo na kulinda maslahi ya wazalishaji, kujiingiza katika vitendo vya ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha za umma. Kosa la pili ni serikali kupitia taasisi zake kupoka madaraka ya wanachama wa vyama vya ushirika na hivyo kuvidhoofisha vyombo hivyo na kiuongozi na kiuendeshaji vilivyowekwa kwa mujibu wa sheria, sera na katiba za vyama vya ushirika. Hali hii kusababisha mgongano wa kimaslahi na pia ni kinyume cha kanuni zinazoongoza vyama vya ushirika. Po tuendako Nakamilisha na, na, na dakika moja. Huko tuendako, tuwe makini, na hasa kwenye eneo la mahusiano ya kiutendaji na kiusimamizi baina ya vyombo vya uongozi na uendeshaji wa vyama vya ushirika na taasisi za ukaguzi wa mahesabu, kwa mfano KOASCO, tume ya ushirika na bodi za mazao, hasa bodi za mazao ya chai, kahawa, korosho, pamba, sukari na tumbako. Vyombo hivyo vyote vikijidhatiti, vihakikiwe na virekebishwe ili utendaji wake uwe na tija na uzingatie maslahi ya taifa na maslahi kulima. Mwisho ni swala la mitaji. Katika nukuu ambayo sikupata muda wa kuinukuu, hayati Sokoine anazungumzia haja ya kuwa na mitaji na vyanzo vizuri vya fedha kwa ajili ya maendeleo ya kilimo na ushirika na yeye anasisitiza kwamba kuna haja ya kuwa na mifuko ya fedha eh, sekta za fedha kuwekeza katika ushirika ili kuweza kupata mtaji wa kukuza kilimo na viwanda. Na hii nukuu inafanana na nukuu ambayo pia iko mbele yetu ambayo imenukuliwa na eh, Rais Samia Mheshimiwa eh, Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasomeka hapo juu. Inasema serikali imewekeza shilingi bilioni tano kuanzisha benki ya ushirika Tanzania ili kuimarisha sekta ya ushirika na kuwawezesha wakulima kupata huduma bora za kifedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Asanteni sana. Nakushukuru sana, kawaida nikakaa karibu